Tunaendelea kuwafahamisha na kuwajuza kila ambacho kinaendelea siku ya leo Disemba 9 ikiwa ni miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika, tangu ambapo serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kipindi kiitwa Tanganyika ilijipatia uhuru kutoka kwa Mwingereza, kiachilia mbali wa Tanzania kuendelea kusherekea uhuru wa miaka 64 tangu Tanzania iweze kuwa huru. Siku ya leo pia kumepangwa uwepo wa maandamano ambayo yamekuwa yakizungumzwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwa kipindi eh, cha muda mrefu, takriban mwezi mmoja, tangu maandamano yaliyofanyika Oktoba 29. Maandamano ambayo yaliibua vifo, vurugu, uvunjifu wa mali za umma pamoja na mali binafsi maandamano ambayo kwa kiasi kikubwa iliacha makovu kwa serikali pamoja na kwa taifa na wananchi kwa ujumla. Sasa hii leo, kama ambavyo tumekuwa tukisikia kupitia katika vyanzo mbalimbali vya mitandao ya kijamii kwamba Desemba 9 itakuwa ni siku ya maandamano ya amani, na wanaharakati wamekuwa wakizungumza eh, kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wakieleza kwamba maandamano yatakayofanyika Desemba 9 yatakuwa ni maandamano ya amani, lakini taarifa ambazo tunazo wakati huu mezani ni kwamba vikosi vya jeshi la polisi vimezunguka maeneo yote ambayo yalipangwa kama sehemu ya ruti za maandamano hayo kuweza kufanyika katika miji mbalimbali nchini Tanzania, wakieleza kwamba wamekuwa wakielezwa kwamba jeshi la polisi limezingira maeneo yote ambayo yamekuwa yakilengwa hasa vituo vya mafuta pamoja na ofisi na taasisi mbalimbali za umma, sehemu ambazo ni makutano ya wananchi, kama ilivyokuwa katika kipindi cha matukio Oktoba 29, tuliweza kushuhudia eh, wananchi walijitokeza kujikusanya baadhi ya maeneo kama Kimara mwisho, Mbezi mwisho. Maeneo yote haya waliweza kujikusanya E, Tegeta na maeneo mengine yote hayo, kwa sasa ni kwamba vikosi vya jeshi la polisi vimezingira maeneo hayo, lakini pia mikoa mingine maeneo ambayo ni nyeti na muhimu yamebeba maslahi mapana ya taifa yamezingirwa na vikosi vya jeshi la polisi kwa mujibu wa taarifa ambazo nilizonazo mezani hapa. Lakini mwanaharakati Maria Sarungi amekuwa pia akizungumza akisema kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo yamezingirwa na vikosi vya jeshi la polisi. Ifahamike kwamba Maria Sarungi ni moja kati e, ya wanaharakati ambao pia kwa kiasi kikubwa wamekuwa akihamasisha maandamano haya, licha haya ya maandamano haya kupingwa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba ni maandamano haramu ambayo hayana kibali na hayawezi kufanyika. Sasa Maria Sarungi kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X zamani ukijulikana Twitter ameandika ujumbe kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, e, ameandika akisema kwamba E, nimepewa road blocks kwenye ramani ni rangi ya blue, nasubilia nje ya Ukonga na kadhalika tujue, lakini kama mnavyoona huku chini e, kuna upenyo zaidi. Ameaindisha hapa maeneo ambayo yako closed ni kwamba vikosi vya jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vimezingira katika maeneo hayo. Ameorodhesha e, daraja la Tanzanite, Aga Khan Poster Salenda Bridge e, Magomeni Mapipa, Magomeni Kanisani, Kinondoni studio Stabbing, Kinondoni Azikiwe posta, wizara mambo ya ndani na barabara ya Barack Obama, uh, Ikulu Magogoni imefungwa ime, ime hizi ni baadhi ya sehemu ambazo zimeainishwa hapa kwamba vikosi vya ulinzi na usalama vipo na vimeendelea kutekeleza e, kufatia kauli ambayo pia siku ya jana ilitolewa na waziri wa mambo ya ndani e, mheshimiwa George Simba Chawene ambaye aliwatahadharisha wananchi kwamba maandamano ya Disemba tisa yatakuwa ni maandamano haramu kwa sababu hayana kibali kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama na wahusika hawakuweza kuomba kibali ili waweze kuandamana. Lakini pia e, siku ya juzi e, Umoja wa Mataifa uliweza kutoa taarifa yake ukitaka okay, vyombo vya ulinzi na usalama nchini Tanzania kwa kuhakikisha kwamba wanawalinda waandamanaji na wasiweze kuwazuia siku ya Disemba 9 2025. Lakini taarifa ambayo pia nataka ni kuachanayo ni kwamba kwa mujibu e, kwa wa taarifa ambazo zimekuwepo ni kwamba maandamano haya yatakuwa e, ni non stop, kwamba yatakuwa e, ni maandamano endelevu kipindi e, ambacho hakijulikani na hayana ukomo.